Habari za wakati huu mtazamaji wa Sky TV, nikukaribishe katika mahojiano maalum leo. Nimewatembelea mabondia lakini pia pia nipo na kocha wa mabondia, yeye anafahamika anafahamika kwa kwa jina la Yuko Mchawi, lakini pia bondia kwa upande wangu wa pawa kulia, huyu anafahamika kama Bahati Joni, ama unaweza kumwita Chimuli Mawe. Leo nimekuja kuzungumza nao kuhusiana pia na masuala mazima ya masumbwi, lakini kubwa zaidi ambayo limefanya mimi niweze kuwatafuta ni kuhusiana na mbunge wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Anthony vunde ambapo alitoa taarifa atatengeneza ulingo wa kisasa, na hii imekuwa ni kilio kikubwa kwao mabondia, lakini pia makocha e, wanaohusika na masuala mazima ya masumbwi. Leo tutaweza kuzungumza nao wamepokeaje hili. Naitwa Lai Saidi, karibu sana jamani. Habari zenu kwanza, mpo vizuri? Mfungo vipi mfungo eh? unaendelea vizuri tunaendelea na mfungo vizuri, bila shaka kwa sababu tuna Tumefurahi kwa tumefunga tukiwa na imani. Okay, vipi timu lima? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, mfungo unaendelea vizuri wa kulezima, Mungu anabariki. Sawa, tuanze na kocha ambaye anahusika na, na masuala mazima ya, ya masumbwi na huyu anafahamika kwa jina la Yuko Mchawi. Yuko Mchawi, kwanza masumbwi e, tasnia ya masumbwi kwa ujumla inaendeleaje kwa mkoa wa Dodoma? Aisee dadangu, nakushukuru kwanza wewe dadangu kwa nguvu yako, kwa sababu ni muda mrefu tuko pamoja toka tunaanza kampuni tunakuwa pamoja, Wizard Boxing Promotion Dodoma, na mimi nimeikuza ngumi kiasi yake Dodoma, kwa sababu tumeanza kuandaa feti ya kwanza, feti ya pili, feti ya tatu, ile ndio feti ya nne. Tuanza kuandaa feti ya kwanza kuingiza watu mia moja hamsini, watu mia, feti ya pili kuingiza watu mia mbili na hamsini, feti ya tatu tuingiza watu mia tatu nafikiri na hamsini mia tatu na hamsini na tano ka namini, kiufupi, Dodoma ngumi napanda kwa sababu nilipoanza mpaka nilipo ngumi napanda mpaka sasa hivi. Katika kampuni yako ya Wizard Promotion ni mabondia wangapi ambao wameweza kujiunga? Nashukuru, Wizard Boxing Promotion ina mabondia wasiopungua ishirini na saba, lakini mabondia wenye renki za kupigana kimataifa na kidunia wapo kumi na mbili. Yes, yeah. Wana linki za juu wanapigana vizuri, wako vizuri kwetu, tumewaandaa wako vizuri kwamba hivyo kwamba Dodoma nimeipandisha kiasi chake, upande wangu Wizard, kama hivi sasa nasikia kuna vitu vingine vinaingia vipya juu, nazidi kufurahi zaidi. Naam. Wakina dada katika hao mabondia ambao wewe unawa train wapo wangapi? Wakina dada, mabondia ninao, mabondia wanaopigana professional boxing ni watatu na madada wanaocheza self defense wapo saba, kuna malala sio chini ya kumi ila professional boxer anaopigana na ni na mabondia watatu. Hongera kwanza kwa hili Mchawi. Nashukuru, asante kwa nguvu yenu, asante kwa kunisapoti yeah, unitolea habari zangu watu wakiwa wanazisikiliza atakuwa na, na, kwa na furaha zaidi. tukirudi zaidi tukirudi, bondia anatakiwa awe na sifa zipi? Bondia dadangu, cha kwanza sifa za bondia cha kwanza kama nilivyokwambia ni nidhamu, li usafi skills simeelewa, maarifa na kupenda kile ambacho unakipenda, labda mfano usani ngumi, si umeelewa? Uwezo ukajiita bondia upendi ngumi, sio msafi unasikizi, si umeelewa? ni mkorofikorofi bondia, ipo hivyo. Bondia ni mtu ambaye mstaarabu anajielewa, yani kifupi yani bondia ni mtu ambaye anajielewa, kwa sababu mchezo wa ngumi ni mchezo wa kupangilia, kupangilia, kupangilia. Ngumi yangu imfikie mtu pale kwenye pua, imfikie kwenye kichwa, imfikie kwenye tumbo zeni. Kama akili yangu haijatulia siwezi kupangilia, hii ni pangilia lazima niwe na akili ambayo imetulia cha kwanza ni nidhamu kwa sababu nidhamu naposema nidhamu mazoezini nidhamu kwa mwalimu nidhamu kuheshimu mikono yako chini ya kidevu nidhamu hauna mchezo napo... ni ya mchezo sehemu zote sawa kuna hatua ambazo katika ngumi kuna, kuna amacha, kuna zingine nafikiri wewe ni mkufunzi na unazifahamu, hebu tueleweshe amacha ni zipi na hizi hatua zingine ni zipi? Nashukuru ndugu mtangazaji, hebu tuwape faida wana Dodoma baadhi ambao wanapenda ngumi waipende ngumi zaidi e. Amacha, amacha ni mchezo ambao unasimamiwa lili na serikali. Amacha ukicheza amacha ni mchezo ambao umesajiliwa na serikali kiprofessional, the way unaweza kupata kazi JKT, unaweza kupata kazi JWT, unaweza kupata kazi magereza, unaweza kupata kazi polisi. Kwa amacha ni mchezo ambao unakukuza kiprofessional. Amacha ni mchezo ambao totally umesimamiwa na serikali sawasawa. Ah. Umetashumta tunaposema amacha kiupande wa michezo mingine kwamba umetashumta, the way kwamba ni mchezo ambao unasimamiwa na viongozi wa serikali lizaa ndo hiyo liza, amaca amacha amacha liza. Yes, tunaitaga ngumi za ridhaa yes, yeah. Unaweza ukatupa mfano nani hapa bondia ambaye anapigana hizi ngumi za ridhaa bondia Lecho Pita Msengi, bondi yangu wa kike uzito, okay, wa kati, kapigana mpaka kaenda warabuni hizo ngumi za ridhaa. Nategemea narudi tarehe kumi na mbili aenda kuwakilisha taifa na mkoa kwa ujumla. Kuo na bondia mmoja ambaye anacheza ridhaa na medani karibu tatu, okay, ndio Sawa, huyu ni Yuko Mchawi mtazamaji, na yeye bwana ndiye mkufunzi ama unaweza ukaita kocha wa masuala mazima ya masumbwi. Lakini kama nilivyokuambia upande wangu mwingine, nipo na e, Chimuli Mawe, umepoa kweli kweli, kazi kazi bila kuchoka. Yeah. Chimuli Mawe, paka sasa hivi ni mapigano mangapi ambayo wewe umepigana, na pambano lako lipi lilikuwa the best? Ah, kwanza fight yangu, fight yangu na fight tatu Eh, fight tatu eh, mbili eh. Fight ya kwanza nilicheza mambo poa kiprofessional, fight yangu ya pili nilicheza mambo poa professional, mm. Yeah. Kwa nini ni professional boxer? Yeah. Kwanza nilicheza mambo poa yangu ya pili nilicheza mambo poa professional. Wewe pambano lako lipi ambalo lilikuwa the best kupigana? Ni la kwanza nilicheza na it... ipiana nyengo. Huyu anatokea wapi? Hapa hapa Dodoma. Mm. Yeah, ndo pambano langu best kabisa. Sawa. Na wewe kama bondia, pengine kwa watu ambao wanakutazama wanatamani siku moja na wao kuwa mabondia, unaweza ukawaambia wafanye nini hasa kufikia malengo yao katika swala zima la masumbu? Kwanza wao na nizamu mazoezi, ndio kitu kizuri ambacho wanaweza kufanya, wao na wakasogea wakawa mabondia kama sisi tulivyokuwa si mabondia, wakafika rekodi ambazo zikawa nzuri kwa mionekano ya wa watu nani. Kikubwa ndio hicho mazoezi yani, Sawa, wewe kama bondia kuna kitu tunasikiaga unakuta labda wewe unapambana na mtu fulani. Sasa kabla ya pambano uaga siku zote mnaenda kupima uzito. Unakuta labda wewe umezid. Alafu baadaye tunakuona umepanda stage ni unapigana. Uliupunguza vipi? Kiloj zinapunguzwa. Pale pale kiloj zinapunguzwa kwa mzoezi na kiloj zinapungua. Ndio tunataka tujue sasa, wewe mnafanyaje fanyaje labda au mtachie utusaidie mnafanyaje labda. Ndio. Hivyo vipengele vipo kwenye sheria za professional boxing. Professional boxing, unapoenda kupima uzito kwanza, professional boxing haitakiwi uzidi uzito kilo mbili kwa mwenzio hey. Mwisho ni kilo mbili Ukizidi kilo mbili inabidi upunguze uzito, wanakupa muda ezewe, atakupa nusu saa au lisaa moja hey. Kwa sisi mabondia kupunguza kilo ndio cha kawaida sana, kwa sababu ndio kazi yetu kupunguza kilo. Naweza kwambie mazoezi ni nidhamu, ukishaisimu mazoezi hey. Kupunguza kilo tano kwa nusu saa ni kitu cha kawaida, kilo mbili Sasa ndio tunataka tujue, Mchawi, kwa hiyo nusu saa kuzipunguza kilo tano mnapunguzaje? Naam, nitavaa nitavaa kataweti uh -huh. Juu chini, nitapaka mafuta mengi mwilini, nitaanza load weki uh, mafuta ya kula, mafuta ya mgando ya kawaida, mafuta ya mgando ambayo wanapaka watoto wa shule ndio tunayotumia, yes, kwa sababu ya mafuta nikipaka mwilini yataleta jasho kwa muda mwingi. Kwa hiyo jasho likimwagika ndani ya nusu saa, dakika kumi na tano, nishapunguza kilo mbili. Sawa. Haya, sasa tuzungumze ujio wangu mkubwa kabisa ambao umenileta leo kuweza kuzungumza na kocha wa mabondia lakini pia eh, bondia. Ni kuhusiana pia na ulingo bwana wa kisasa ambapo Mheshimiwa mbunge wa Dodoma Anthony Mavunde amezungumzia kuweza kuwajengea ulingo wa kisasa. Na kilio kikubwa kwenu huko nyuma Mchawi, tushazungumza. Kilio kikubwa kimekuwa ni ulingo. Mkiwa na mapambano yale ya makubwa, ulingo mpaka utoke Dar es Salaam. Kwa hapa Dodoma atuoni lakini Kilio chenu ni kama kinaenda kujibiwa, ili unaweza ukalizungumziaje? Nashukuru ndugu mtangazaji kwa taarifa nzuri ambayo nimeipata. So, so hii tu juzi walikuja viongozi wengine kutuba vifaa vya ngumi mm. Kupitia Wizard kwa sababu Wizard nimeipaisha sana Dodoma sana. Kupitia ngumi nimeipaisha vibaya mno, mwenyewe najielewa, naposikia kuna kiongozi hususani Mavunde anatuetea ringi anatutengenezea ringi ya kisasa ya kupigania. Moyo wangu kwanza, najisikia burudani kwa sababu mimi pesti kama mimi sai kumwona Mavunde kwa macho yangu, si kumwona Mavunde hivi 43 nikamwona japo naandaa feti, ni bingwa kuandaa feti Dodoma naposikia Mavunde na ya kweli haya, mchawi anaongea ukweli, kwa sababu so, Mavunde nishamtafuta muda mwingi sana, nimpe shida zangu za ngumi anisaidie kwenye ngumi, sio viongozi baadhi ya watu wakunifikisha kwa mavunde na kwa ngumi. Ni sababu ni sababu, utaandika proposal, utafika huku, utaambiwa huku. Kwa unaposikia sasa, hizi kuna taarifa mavunde ame, ame, ame, ame, amelizia atakutunulia ringi ya kuchezea professional, mimi nafurahi kwa sababu first mimi mwenyewe nina ringi, niliomba omba kwa watu wadau kwa sababu lingi muda mrefu tushapeleka mkoani proposal, tukanyimwa, tukapeleka wapi? Tukaenda awafue kule, wakatupa lingi fulani, wakatengeneza na viongozi wao waliotuibia, okay. tuyaache hayo. Unaposikia Mavunde na ujio mpya wa lingi, unasema asante. Itakuwa lingi ya pili kwa sababu first, Wizard tuna lingi ambayo inaweza ikachezesha mechi international, lakini lingi ya Wizard inamhusu Wizard kama Wizard yeah. Lakini hiyo ringi ambayo unasema ni ya kwako, ndio ile ambayo wewe mlichanga changa mkapata? Nilipata mdau, kifupi, nilipata mdau mmoja wa michezo nilikuwa namfundisha michezo, akanizo nahitaji nikaambia naomba unitengenezee ringi, then akaambia nitaje kiwango, nikatafuta kiwango, nikaomba chama cha ngumi, nikakaa nao, nikaenda kuinunua ringi. Kwa nini Mchawi wewe paka unakuja kuianzisha? Wizard promotion ilikuwa ni mwaka gani kwa hapa Dodoma? Wizard promotion imeanzishwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mm, ndio sasa kilio chenu kikubwa kama hicho ambacho tumezungumzia ulingo, ina maana hii inaonyesha kwamba ngumi kwa mkoa wa Dodoma imeachwa nyuma sana au? Naam, kwa level ya saizi unaozungumza, mi naona kama ngumi inapanda. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi na wingi, mimi na leseni international naposikia kuna ringi ya pili inaongezeka, kiongozi kaona, naona kabisa ni mwanga wa kupata mafanikio zaidi, kwa sababu ndio watafanya kazi zaidi. The way tutakuwa tuna ringi mbili, sio leo. Ushakuwa na ringi mbili mkoani kwako, basi nyinyi tayari maprofessional, ringi tunayo, mabondia tunao, so nafikiri Dodoma itakuwa juu, ndio makao makuu yetu, atakuwa makao makuu kila kitu, sio ngumi tu, sio mpira tu, sio serikali tu, mpaka ngumi itakuwa Dodoma. Sawa, tuzungumze pia na Chimuli Mawe, na yeye atuambie pia. Wewe umepokea vipi bwana, baada ya kusikia Mheshimiwa Mavunde anajenga ulingo wa kisasa kwa nyie mabondia, kuweza pia kuwasaidia katika mapambano yenu ya kimataifa? Hawatuwezi jua ni lini siku Chimuli Mawe tutakuona pia unapigana na eh, bondia kutoka nje ya nchi pia? Kwanza nimefaa sana kwa sababu ngumi itazidi kukua, kupata ulingo wa kisasa mzuri, au sio bwana? Mabondia wengine zidi kuongezeka, sio mimi tu, kuna wengine watakuwa na wengine zaidi ya. Ya, nimefurahi sana. Sawa, tumalize kwa kuzungumzia pia ushirikiano wenu na chama cha ngumi cha mkoa wa Dodoma. kwa sasa hivi upo vipi mchana, ushirikiano wa chama cha ngumi cha Dodoma huko vizuri, hatuwezi kuupinga kwa sababu ndio uongozi wetu. Hauwezi kufanya kazi bila uongozi, zeni ni uongozi ndio unaofanya ufanyaje ufanya, ufike ishu. Uongozi ni moja kwamba hatuitu mabondia ishu, yani mabondia ni hatuwekewa kipaumbele sana kwa viongozi kweli. Wapo wamejisajili inavyosemekana, lakini bado hawajawa kipaumbele kutukuzia ngumi yetu, kwa sababu unaposema ngumi, mimi yuko Mchawi, mfano the way nimeandaa feiti tarehe moja mwezi wa nne, feiti yangu ya nne international feti ya nne nimeiandaa, sioni uongozi ambao labda unanipa nguvu, labda the way fanya hiki fanya hiki. Uongozi ya yake utusapoti kama hivyo tunavyosikia. Kina Mavunde bwana wametafuta, ameona kilio chetu, tunaamika wame ringi wametafutia ringi sumeleo, hiyo inatupa nguvu. Kwa kama uongozi wa Dodoma upo, uongeze bidii ya kutafutia wadau wa kutusapoti katika ngumi, kwa sababu unapokuwa kiongozi cha kwanza unaangalia waliopo wanakifanya nini, wanahitaji nini, tuwaongezee kilichokosa. Sasa kama kiongozi anakuwepo anakuangalia kile ambacho tunakifanya itakuwa tatizo. Viongozi nawapenda, lakini waangalie uhaba wetu, tuna uhaba gani? Tuna uhaba wa wadau wa ngumi. Mabondia wapo, uhaba wa wadau wa ngumi. Tufanye ngumi amna, kwa sababu mpaka sasa hizi mimi naombaomba, nitaingia sokoni majengo, nitaingia sabasaba, nitaingia um cha ng'ombe na bakuli langu na mabondia yangu, nitapiga padi, nitapata laki moja, laki mbili kifika milioni moja, nitaandaa feti kiwango cha chini. So kukuza ngumi napata shida kwa sababu ya kipato kinakuwa shida. Lakini kama viongozi wapo hapo wanatuona tunachokifanya. Utafutie wadau utafanye kazi kwa sababu tushaaminika kwa wananchi, lakini issue ni kumpata bondia wa kuja kupigana na bondia wangu. Unapomtoa bondia kutoka Dar es Salaam naambia laki nne, laki tano, milioni moja. So mimi nikiingia mtaani kupiga padi kwa siku moja nikapata laki moja hiyo pa ukipiga zw, nimepiga pa mara tatu uambiwa, mchawi vipi? Mbona mafanikio hatuoni? Sasa mtu anatamani kuona mafanikio, lakini mafanikio kakuchangia shilingi mia tano. Umeona? Kwao changamoto ya viongozi wa Dodoma ni moja, Hawatusapoti mabondia kututafutia wadau, kwa sababu kupigana tunapigana kila siku, jimu zote tunapigana. no, ni... ni kama kilio chenu kikubwa kabisa, watutafutie wadau ambao watatusaidia kuikuza ngumi zaidi ilipo, tutaiongeza zaidi morali kwa sababu tushaaminika. Kama tumeaminika, tutafutie wadau ambao watatuzamini, tukafanya mapambano makubwa zaidi, Dodoma ikawapendeza zaidi Saan. Haya, Chimuli Mawe, tumalize na wewe pia. Pengine we ulikuwa una lipi la kumalizia kuhusiana na mchezo wa ngumi hususan e, hapa Dodoma, lakini pia hutuambie hivi karibuni kuna pambano lolote ambalo utaanza kupigana. Lakini tuanze e, kwa hili swali la kwanza ambayo tu, nimeanza kukuuliza kwanza kwanza, na fly kuja kutuuji kama hivi na pili, si ni, nikuambiaje mtangazaji k tunajiandaa vizuri Wizard tupate fight nyingine na wadau wazidi kuongezeka e, na tucheze ngumi. Yeah. na vipi kuhusiana na hivi karibuni unapambana wote ambao unaenda kupigana? hivi karibuni na fight ya tarehe moja mwezi wa nne napigana hapa Dodoma, mambo poa. unapigana na nani? napigana na... Dandi Urugu, huyu Dandi Urugu anatokea wapi? Anatokea wa Singida. kazi yanayo, mm. yeah. Chimuli, nawe hapa ya kazi anayo. yeah. Okay. Basi sawa, Mchawi, neno la mwisho. Ndugu mtangazaji, ndugu kijana, ndugu kiongozi, wote walioko Dodoma, ulioko nje ya Dodoma, mimi ya kwangu katika michezo, la kwanza, naamini mtu, cha kwanza mchezo ni nafsi yako kupenda. Kama mtu nafsi yako imemwa kupenda mchezo wa ngumi, kupenda mchezo wa karate, itimizie ndoto nafsi yako kwa sababu hakuna kisichokuwa na vikwazo katika michezo yetu. Vikwazo kila sehemu ipo. Ili kutimiza malengo, cha kwanza ni uvumilivu, ufanye, waonyeshe watu kwamba unaweza. Koze wewe, michezo ni nguvu, michezo ni ajira. La tatu tuvumiliane, kwa sababu Tanzania ndio nchi yetu, so kinachojiri katika michezo tuvumiliane, michezo ya Tanzania ndio ilivyo. Karibu Wizard, karibu Dodoma, karibu professional boxing Tanzania, makao makuu yetu ni Dodoma. Basi amini, washukuru sana jamani. Sawa mtazamaji, nami ndio nafika tamati. Jina langu ni Lai Saidi, ni kusi tu kuendelea kuitazama Sky eh, TV kwa vipindi vilivyokuwa bora sana, lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu ya Instagram, tunapatikana kama Sky International TV, lakini pia YouTube tunapatikana kama